Ok, karibu tena katika channel yako pendwa kabisa, channel ya Teacher Sauti ya sifa kwa mara nyingine. Leo tumekutana eh, kwa ajili ya kueleza jambo moja zuri sana hasa kwa wale ambao wanahusisha na kucreate ama kutengeneza video kutupia sehemu mbalimbali. Hapa namaanisha kwamba TikTok, YouTube, Facebook na kadhalika. Sasa, ili utupie video maeneo hayo ni lazima uwe na vifaa bora mfano uwe na kamera bora, kifaa cha sauti, namaanisha maiki kama hii ama kama umejipata zaidi maiki nyingine tofauti na hii, ila ambayo itakuwezesha wewe kunasa sauti vizuri. Lakini pia uwe na taa ambazo zitakuwezesha mtu kuonekana vizuri, awe vizuri. Lakini pia uwe na vitu vingine ambavyo vinafanya video yako iwe bora. Lakini cha mwisho kabisa, zingatia engo sasa hapo, hapo katika e, kupata vifaa kazi bora ama utoe video bora, lazima uwe na kifaa kama hichi, hasa wewe ambaye utakuwa ndio unaanza masuala ya content creator ama unaanza kujihusisha na kutengeneza mauzuri okay. Hii ni stendi ndogo kabisa ambayo unatakiwa uwe nayo wewe kama content creator mdogo, kama ambavyo ninao mimi kwa sababu bado nipo underground. Hii itakuwezesha wewe kamera yako kuhuli ama simu yako kushikwa na kutoa kontenti ambayo itakuwa imetulia zaidi. Mfano mtu akiwa kashika kamera, lazima kutakuwa kuna mtingishiko fulani unatokea, lakini mtu akiwa anayo kifaa kama hichi ama anastendi, basi kamera yake itakuwa imetulia, lakini pia video yake itakuwa imetulia. Sasa hii inauzwa shilingi elfu kumi zipatazo na mbili elfu kumi na mbili ila pande zako huenda ikauzwa elfu nane pande zingine mpaka elfu tano Kwa hiyo hii inakuwezesha wewe sasa kutumia vizuri kabisa ama video yako kuwa nzuri kabisa, lakini kabla ujafanya ama kabla ujanunua, ni lazima ujue matumizi yake ama ujue ni jinsi gani sasa unaweza ukaitumia stendi hapa, ukifanya hivi itazunguluka kama hivi unavyopata kuona eh? stendi kama stendi utaishika hivi, lakini pia mbele iko hivi. Chini hapa kuna batani ambayo ukibonyeza inawaka kama hivi unavyopata kuona inawaka. Sasa hii tutakuja kujua inamaanisha nini ama inafanya kazi gani baadaye, ila kwanza tuanze juu hapa hapa juu kuna sehemu ambayo ni i. e hii sehemu ndio ambayo inashika simu yako. Hii sehemu e. inayozunguruka, e. e. inazunguruka kwa sababu gani? Kwa sababu inakupa option kwamba simu yako ukiiweka isimame kama kioo cha TikTok ama ilale kama kioo cha YouTube. Hapa ni kwamba imelala kama kioo cha YouTube. na maanisha nini hapa? kuna vidude ambavyo ni hivi hapa, ukivifyatua hivi vinafyatuka kama hivi. Hivi vidude kazi yake ni kushika simu, hata na hichi pia kazi yake ni kushika simu. Hivi hapa, inamaanisha simu yako utaiweka hapa. Utaiwekaje? Utaangalia hapa wapi, ambapo kutakuwa kuna mchoro wa kwamba kama kidude kimekatika. Kwa hiyo ukivuta namna hii itakuwa ikivutika kama hivi, sasa basi kama itavutika kiasi hicho, basi una uwezo wa kuweka simu hivi kiurahisi tu. Meniona ama umeiona simu ilivyokaa. Kwa hiyo hapa na option ya kujirikodi vizuri hapa hapa na option ya kujirikodi vizuri kabisa, kabisa. Umeona, kwa hiyo nikishika hivi nakuwa nimejirikodi vizuri kabisa, lakini pia kama hiyo haitoshi kamera yetu inatupa option ya kugeuza simu hivi. Sawa, utafanya hivi. Kumbuka mwanzo tulisema kwamba hichi kidule kina tabia kugeuka kama hivi, kwa kama una likodi video ya TikTok ama video yako ya e, ya, ya TikTok na zana ya Facebook, ndio kio kina kaaga hivi hivi unaweza kufanya, lakini wa YouTube ni hivi, lakini wa TikTok utafanya hivi. Pia hapa chini kwenye hili gurudumu Hili gurudumu kazi yake ni kulegeza hii stendi. Unaona hapa imebana vizuri, lakini unapoifungua hivi itakuwa haiwezi kukaa vizuri. Itakuwa inaweza simu laba kufanya hivi, mbona? Kufanya hivi. Lakini unapoikaza vizuri hapa hivi, ukakaza hapa hivi, inamaanisha hautakuwa unaweza kuchezesha hivi kwamba kuchezesha hivi, lakini ukipafyatua uki, uki, hapa itakuwa ina uwezo wa kucheza. Sawa? Kingine ambacho kinafuata sasa ni hii shingo hapa, hii shingo hapa, umeiona hii shingo hapa? Hii hii ni shingo. Hii shingo inakuwa ndefu na kuwa fupi. Mfano, nikifanya hivi, imeingia mpaka ndani kabisa, nadhani unaona mpaka ndani imeingia. Umeona? Lakini nikifanya hivi, inafyatuka, yaani unaivuta tu, inavutika vizuri kabisa, mpaka ambapo utaona kwamba hapa imefika mwisho. Sasa unaivuta unaivuta yes, umeona tunaona kwamba kidude kilikuwa ni kidogo sana, lakini kimekuwa kirefu kiasi hichi. Kumbuka kwamba kinaweza kuingia mpaka hivi. Kikiwa mara ya kwanza hivi, huwezi ukaamini kwamba kitakuwa kirefu. Umeona, mara ya kwanza kipo hivi, huwezi ukaamini kitakuwa kirefu, lakini kila unavyozidi kukiongeza hivi, kinazidi kwenda kuwa, kinakuwa kirefu. hivi umeona, kwa hiyo hapa unapata fursa ya kumrekodi mtu hata kama yuko kwa mbali hivi nishanisoma. Kwa hiyo hapo utamrekodi mtu hata kama yuko kwa mbali. Lakini pia stendi yangu mimi naishia mipanda ngazi mitano tu: moja mbili tatu nne tano, moja mbili tatu nne tano, moja mbili tatu nne tano. Kwa hiyo hapo ndipo inapoishia, kwa hiyo nitapafunga. Lakini pia ukiachana na hiyo, ukiachana na hiyo stendi yako E ina vitu tena vingine kaza wakaza, ambavyo vinafuata hapa. Sasa tulisema kwamba hata tutakuja kujifunza baadaye hata kaduda kanapowaka, lakini kwanza tuende hapa. Hapa ni hivi. Umeona hapa? Hapa huku chini kuna kama vile pembe tatu hizi. Na pia simu yako ukishaiweka hapa inakuwa iko kwenye usalama mzuri zaidi, kwa sababu hata kuifanya hivi unafanya na haipati madhara yoyote wala idondoki. Hapa sasa utafungua hivi maona eh? Ukishafungua hivi inamaanisha sasa stendi yako unaweza ukaiweka sehemu yoyote na ikakaa hapo. Ni stendi ambapo tayari inakuwa imekaa vizuri kabisa, stendi imekaa vizuri kabisa. Lakini kama itoshi, unaweza ukaifungua mpaka juu hapo, stendi imekaa stable, lakini pia inakupa fursa ya simu yako kukaa vyovyote, kioo cha YouTube ama kukaa kama kioo cha TikTok wanasema hivyo. Kwa hiyo hapo stendi yako inaweza kuwa nzuri kabisa lakini hivyo, sasa kitu ambacho tutakwenda kuzingatia ama kitu ambacho nataka kwenda kujifunza kwa sasa ni hichi hapa chini kabisa, haka kadude hapa. Haka kadude ni kakonekta ambako haka kanachomoka, ukikachomoa haka kadude kama hivi ukakawasha ukakawasha ukahakikisha, kamewaka taa ya bluu kama unavyokaona hapa, inamaanisha kwamba e, aka kanafanya kazi ya kontrol, ama ya kukontrol kamera yako. Sasa tutapanda juu kabisa ukuu huku juu, ambapo tumeweka simu yetu. Nadhani kwamba hapa unaiona simu vizuri kabisa, hii ndo simu yetu tumeiweka hapa. Kwa hiyo sasa ili aka kadude ka kontrol hapa, ni lazima uende sehemu ya brutus hapa, tawasha brutus, taasha nitaingia moja kwa moja kwenye brutus. Yes, imegoma kuingilia kwa hapo. Nadhani kwamba ni tatizo la kioo, ila mimi nitaingilia moja kwa moja kwenye setting. Nitaingia kwenye brutus hapa ndipo kwenye brutus. Sasa hapa kwenye brutus ninachofanya mimi nita New device. Hapa nikisha pair new device kuna neno ambalo limekuja hapa Se selfie. Selfie. Sawa na kitu kama hii keyboard na maanisha hapa, hapa. hii keyboard hapa ndo ichi hapa hii keyboard hapa ndo ichi hapa, kwa hiyo nikiconnect hapa, aka kadude katakwenda kujiconnect moja kwa moja hapa, katakwenda kujiconnect mpaka pale ambako atakwambia pair, utapea hapa Yes, utahakikisha kanaji connect moja kwa moja haka hapo juu hapo. Basi katakuwa katakua tayari kameshaji connect, lakini pia katakuwa katakuonesha kwamba kana asilimia ngapi hapa, betri asilimia 99. Kwa hiyo sasa mimi nitarudi kwenye kamera tap. Nikisharudi hapa kwenye kamera basi ni hivi, nikitaka kupiga picha nitakwenda kubofya tu aka kadudi hapa, na picha itapigika. Yani nikibofya tap hiyo imejipiga hapo. Yes, naweza nikaweka mkono hapa alafu nikapiga picha hapo, tap. Umeona picha imejipiga, hii hapa picha. Ukiangalia hapa picha, okay, ni hii hapa. Naifuta naifuta na hii ambayo tumepiga. Alafu zeni unaweza pia ukaweka ukaweka video ukatumia uka, remote control hata ukiwa mbali kurekodi video. Mfano hapa angalia vizuri hapa, video ijajipray, lakini nikibofya hapa tap, video hii hapa imeanza kujipray. Pia naweza nikasave kwa kubonyeza hapa hapa, tap, hii hapa imejisave, okay. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatumia stendi hii hapa, na hii ni moja kati ya kifaa ambacho kinafanya kazi yako ya kutengeneza mauzui. Hapa tukitolea mfano ama tukigusia zaidi mauzui ya video, e, kuyaweka sehemu yoyote ile, inaweza kuwa labda ni Facebook, inaweza kuwa labda ni kuyapeleka sehemu nyingine yoyote ile, ila ukawa tu unajihusisha na masuala ya kutengeneza e, mauzui, ni moja kati ya kifaa ambacho ni bora cha kutumia, wewe kama creator mdogo, ni icha hapa. Hii ni stendi ambayo itashika simu yako kwa urahisi kabisa. Kumbuka tu kwamba mimi naitwa Ticha Sauti ya Sifa. Usisite kubonyeza neno subscribe kama umependa video hii, lakini kama, kama hujapenda e, unaweza ukapita tu bila kusubscribe. Ila kama unaamini kwamba kuna kitu ambacho umeondoka nacho hapa, hakikisha una like, una share na kwa wengine, lakini pia unajiunga na mimi kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujasubscribe. Nikutakie utazamaji mwema wa video zingine ambazo zinaendelea hapa YouTube. Bye.